Watu walisimama huko watazame. Wakubwa wa watu walimdhaki wakisema, alisalimisha wengi, sasa ajisalimishe mwenyewe, kama ni Kristo wa Mungu mteule wake. Askari pia wakamdhaki walimtongea na kumletea siki wakisema kama wewe ni mfalme wa Yahudi nisalimishe mwenyewe. Hey, Bwana Yesu Kristo, tunakuabudu tunakushukuru, kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Watesaji walimpigilia msalabani, naye Yesu aliwatakasa watu kwa damu yake mwenyewe. Alivumilia mateso hayo, kwani alitaka kufanya malipizi ya dhambi zetu na kutufunulia upendo wa Mungu. Ee Bwana wa dunia uliye tajiri kupitia yote, umejifanya maskini kuliko wote kwa ajili yetu, utupe nguvu ya kujitolea jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo ufanyike duniani kama binguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Salamu Maria, umejaa neema umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Natukuzwe Baba na Mwana na Roho na Mtakatifu, na kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana utuhurumie.